Mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV? Mimi naitwa Alex Ali 26 namba kutokea kitengo cha Mastaz TV. Eh, bana bihende kamera leo na kabaisa mtumbadi mmoja kati ya vijana ambao wanani appreciate sana kwenye kazi yangu. Bana, leo pita pita zetu tuseme tumepata chimbo, tuko location maeneo fulani hivi ambako kama mnamuona ubi mdada nadhani si mgeni sana kwa wapenzi wa watazamaji wa, wa movie za hapa kwetu. Si mgeni sana kwenye movie nyingi ikiwemo anachezaga mara nyingi na kina Elocho nadhani na, na wasanii mbalimbali sana em, ngoja leo kwanza tupige stori naye mbili tatu tujue nini kimehapeni kutoka kwake. Dada habari salama? Mzima mzima bana. Watazamaji wangetamani kujua majina yako, unaitwa nani kwa nani? Mi, majina naitwa Shantale ambayo nimepewa na wazazi wangu langu la sana Shani, Shani, Shani mm. kwa nini Shani isi Shantale? hivyo hivyo yote majina yangu, maana hata nikiweka ni jina zangu zote ya sa ya sana sa, na zinaweka Shan Shantale mm -hmm. Eh, maana uti mazuri na uti nayapenda, unasitaka kubadilisha kivile. Mm. pengine mm -hmm. so, ukitamani bana leo nime, nime movie yangu hii ambayo imetoka. Hilo jina gani ambalo unapendelaga kwamba uitwe kwenye movie? Inategemeana. Ikiwa movie ya Kiswahili mm -hmm. nataka wanite Shani. Mm -hmm. Ikiwa movie ya Kibembe Shantale. Shantale. Ina mambo tuko pale pale kwenye mzunguko wa majina yako. Hayo hayo. Pengine watu wangetamani wajue ulianza sanaa mno hivi, una sanaa una muda gani kwenye sanaa? Na, miaka miwili, miaka miwili au mitatu. Na ulianzia wapi? Ilianzia kupiga mazoezi au mazoezi hivyo, yani mpaka ukajipata kwamba bana nishakuwa msanii sasa hivi, sio mazoezi tena. Ulianzia wapi? Timu ya kina nani? Wakina Picheni, wakina Samsoni, wakina Sale ndo watu ambao niliwakuta walianza kunifundisha, maana nilikuwa sijui chochote kile. Yani wakinipeleka mbele wa... <laughs> wananiambia, wakafanya zoezi hapo, yani sijui naanzia wapi na malizia wapi. Eh, wao ndo walianza kabisa kunifundisha na kunipa nguvu ya kusema eti unaweza, ukijitahidi, ukijituma unaweza. mm. na mara nyingi yale yuko na kusukuma kwenye hayo mazoezi, kwa nani kunisukuma mimi nilikuwa nikitaka, baada ya nilivyoelewa, nikaachika, maana nilikuwa ndoto yangu. Nikasema acha nianza na kazi ya sanaa, ata nikakuta kukatoliki walikuwa nafanya mazoezi mwanzo, wakaachaga alikuwa afanya tena mazoezi Kabidi nirudi nyumbani, ndo nikawa nafanikiwa. Napita namwona uh, wasa, wapicha ni wasale wanafanya kazi pale youth center pale, ndo picha nakaa, anaambia we, nakuja tunafanya kazi. Sasa mimi kipindi hicho nilikuwa zangu busy na mambo yangu, ah. na ah, siku moja tu niliamka, nitamacha tu nianze, hata kama sivijui, ndo nikaanza, nikawaomba namba wakanilekeza kila kitu, masiku na masaa, ndo nilivyoanza hiyo kazi. Mpaka leo ukajipata. Mm-hmm. Mtu, tujue, tujue bidii yako kwenye kazi waga ikoje? Mm. <laughs> bidii bidii ya kwenye kazi kama hivi. Mi kama <laughs> nipo tu simpo tu kazi nafanya kama kawaida, gisi wanavyonipa kazi, fanya hivi, nafanya kama hapa, wamenipa hii kazi niwapikie Wenzangu wanafanya kazi huko, mimi na kaka kazi ya kuwapikia nafanya. Sasa pengine, usha kukutana na director tofauti tofauti katika kazi yako hivi, director gani ambaye kuna namna na kukoshaga kwenye kazi? <laughs> anaye nikuosha sana yani mtaji mmoja, eli eli, kwani yaweli maana huwa anifanula vizuri hata kama ni kitu sielewi, namuuliza anielewesha vizuri yeah. Kuna namna, kuna wengine wako tofauti na heli? wengine wanaelewesha lakini kwa gisi inavyokuwa nikimwelewa mimi tofauti na wengine. Yeah. Saabana, ulipata fursa sasa hivi najua mpaka dakika hii kama ulivyodai ulikuwa kwenye mahusiano umeolewa, hivi sasa hivi una muvi ngapi? <laughs> nata sikumbuki kama ni movie ngapi, shafika hata ishirini, ishirini na vitu huko, kumi na vitu, sikumbuki kweli, maana si hesabu mm. Sawa, vipi mume wako, baada ya kukuona alikuacha, baada ya kukuona unaanza kuigiza alikuambiaje? Sasa ataniambia nini wakati tushaachana ndo ndo ile bwana, turudiane. Hakuna siku acha kwambia turudiane, lakini hichi kitu sikitaki mambo mm. <laughs> ya kusema turudiane yeye yani ye, hivi wana nisumbua mbega mimi no, isha, isha, isha. Isha kwa business, ya shai shai na mambo yangu mm. siwezi tena mm. lakini kuna muda akiona kazi zako waga na anasema mke wangu, hapo kidogo umejitahidi. mmm kuna kazi yangu akiona kama nimefanya vizuri, anamsupport nikicheza vibaya ananiponda mm.

Ukutana okay. Nah. Wana hey, na wanawake wenzako kwenye igizo, mwanamke gani aliyekupa moyo kusema kama hebu ngoja kumekweli na mimi ni fight katika hii kazi? Mary, maana ndio nilikuwa nikipiga naye story, akawa ananishauri, kuna vitu vingine hata zingine ndio alikuwa ananielekeza vizuri. Ya, na kunipa moyo. Eti wewe jaribu utaweza kwamba Mary mpaka sasa hivi bado anafanya kazi? Sijui, maana na muda mwingi sana wasiliani naye. mm-hmm. mm. au kuna namna aliolewa. Pengine tuzungumzie msanii gani wa kike wa hapa Tanzania ambaye anakushawishi sana uen, uendelee na sanaa. Tanzania, Tanzania, na tusituachane na huku ndani kwetu hapa kambini, tuseme Tanzania, muvi gani ambao unafanyaga ukimwangalia msanii asema, mm, ya goja na mingi ni focus nne kama huyu Violet. Maana Violet nilianza kujifunza, nilianza kumuona toka muda mrefu, nikawa najaribu kuigia anavyoigiza yule dada, bado sijafikia Violet. Wanamkubali sana, anaweza mm. Kuna wasanii mbalimbali hapa apa kambini akiwemo Mariam, kuna Mama Kilozo, pia kuna Alikwema ule mama lakini sasa hivi najua naye amepumzika na nini. Na huyu dada mwimbaji tena. Anaitwa nani? Mwimbaji tena. Eh. Nani? Wa wa ere. Wa ere. Edwine. Edwine. E. Kuna na yule pale. Hivi katika wasanii kidogo nani mwana kuna namna ukikaa naye unaweza ukachukua confidence kutoka kwake. Mimi huwa namkubali Mama Elo Jo na dada Mariam. Hmm. Kwa nini wao wawili? Ndo mbao nikikaona wanaona wana no, no, napafumu vizuri hata kama nikiangalia muvi zao, mi naona wale ndo wanapafumu sana hapa vizuri hapa kambini, tofauti na wengine wengine. Mi nikiwaona ni kama mimi tu wanafunzi, lakini wao nikiwaona hivi hata lafuzi yao kuongea kwao na kujiongeza kwao, yani wale wanaweza sana. Hebu tutajie muvi yako moja ambayo yakutambulisha jina. Muvi leo nitambulisha, mimi naijua kweli Elio nitambulisha. Kwenye mpaka leo hii uwe hapa yani. Ah, kwanza. Nafikiri ni mzee Tobias. Na jamani ah, vingereza hivi. Kama ah, nimeshindwa bana. Kiingereza ni hatari. Ah, wanaza fa fa. Wanitaje pale fa fa kwa fa Fah, mm, okay, so, liyone yobangu, liyone, na mmeshindwa niliona hiyo bango niliona kina Brighton sawa, so, pengine kuna saa tumeshazungumzia masuala ya director. Tuzungumza nani gani, ni msanii gani wa kiume ambaye akikuita kwenye kazi yake yani haraka sana unawahi, upendaje kumchelewesha? Mustafa. mm -hmm. kwa nini? Yani mwenyewe ananikubali

na wanawake wengine lakini nitakuwepo, ukiwa na wanawake wengine, mimi nitakuwepo. Hivi unaishi nini mahusiano? Au ndo vile tu anakupenda, aidha anakupa moyo. Ananipa moyo, maana wewe, mbona uki jaribu jaribu unaweza, au ukijituma unaweza, mm -hmm. mm -hmm. japokuwa sina support ila kidogo kidogo, nitakuwa nakusupport, kuna kipindi fulani kuambia nakupenda kwa nini? Kwa sababu anipendi kimapenzi. Kwa nini sasa? Anipendi kikazi <laughs> ki labda mimi ninavyo perform wewe wana nikubali mimi, sijui maana kila mtu ana anajisi anavyomwelewa mtu yule anavyofanya kazi. Eh, maana kila mtu ana eh, huyu anapafumu vizuri, ndio gisi mtu anavyopata shabiki zake, okay. Lakini mambo ya mapenzi na, sidhani kama naweza siku moja, sawa Ushakufika steji kazi yako ikakufanya upate mwanamume mwana aidha upate mchumba hiyo? <laughs> mbona ipo sana hiyo <laughs> kwa hiyo wapo wengi. <laughs> <laughs> sio wengi bana, mm, siku si nao wanakuja, unakataa na wewe unakubali. Mimi shafika kabisa mm, au basi shafika, inakuwa hivyo na inaisha hivyo hivyo, tunaisha hivyo hivyo mm. E, aa, ushawahi kufika studio ukatembea na meneja wa timu tuseme wa kundi yoyote ile? Kwanza, mm -mm. mm -mm. Mimi mwenyewe huwa nakata sana kufanya kutongozwa na mtu ambaye anafanya naye kazi. kwa sababu gani? mimi kama hivi, mimi huwa ni mcheshi kwa kila mwanaume, siangalie nani ni nani. Na ni mcheshi. Afu, nje nitongozwa, na wewe tunakumaa kwenye kazi, nisicheke nau mwengine mawivu Nenda kugombana, hapana, mimi kitu staki. Mimi, nikiwa kazini nafanya mambo yangu kazini maana mimi huwa ni mchokozi na kuchokoza nipo huru kwa sababu najua hapa hakuna mtu wangu ambaye atanisumbua. Mbona location nilifanya hivi, mbona kazini nilifanya hivi. No, ni fresh fresh, tukijikata kila mtu kivyake. Kama na mpenzi huko mtaani unataka kuniambia kwenye sanaa, je, uko kutongozwa? No, sijai kutongozwa. Unahisi uvutiwa watu wanaume ambao uko nao katikati, unahisi watwatii? Hata mimi pia, mazingira yanatengeneza kwamba sitaki hata wanitongoze, eh. Nataka tubaki tu kuheshimiana basi, bila kutongozana, sitaki, eh, kwa hiyo siku akijitokeza, unamkata shingo au unamstaki kwa nani? Kwa director? Mimi simstaki. Kwanza ukija na mada yako na kupenda kujeuzia mada. Ukija hivi si na kujeuzia mada, mada. Ukija kama mnavyomsikia ana mengi sana nawapenda sana na kingine nitaomba, ndugu zangu, asitoke kutufuatilia na asitoke kunisupport, maana mimi bila wao sio lolote. Wao ndo wananifanya mpaka sasa hivi niko hapa naondo wanisapoti naendelea hivo hivo kitu na wao kuwa mzuri kwa kunisapoti. Wale wanaonikubali, jamani, msichoke wala msikata tamaa, mnikubali hivo kwa uzuri wangu na ubaya wangu, maana mimi pia ni mwanadamu, sijakamilika na mapungufu yangu. Hata siku nikija nikakosea, kumbe dada iko hivi, nilikuwa namchukulia hivi, kumbe iko hivi, naomba tu unisamehe wenzangu, maana pia niko mwanadamu. Naomba usichoke kunisapoti na uzidi kunisapoti. Nawapenda sana am, nimesahau jina, kuna namna nantsea hapo ndo bi Shantale, kama nilivyomsikia alivyokiongea, ndo hicho hapo ambacho tutakachokitembelea leo. Kama nilivyokuambia, make sure you subscribe like na kucomment. Mimi ni to Alex Ali 26. asante sana kwako.